Vijana wa hamasa, asante Tanga. Oye! CCM oye! Kazi na utu! Asanteni ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi balozi Asha-Rose Migiro tambue wepo wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mliopo nasi waratibu wetu wa kampeni kwa kanda hii, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya. Nitambue wepo wa mamangu Mama Fatma Karume na wenza wa viongozi ambao wameambatana naye, mgombea ubunge wa jimbo la Tanga mjini ndugu Kasim Barak. Lakini pia nitambua uwepo wa mgombea wa ubunge wa jimbo la Mkinga, ndugu Taha Saidi, jimbo la Handeni vijijini, ndugu Charles Sungura, na jimbo la Handeni mjini, ndugu Ruben na majina yake mazito, wagombea wa nafasi za udiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wa dini, wazee wetu vikundi vya burudani na vikundi vya hamasa, ndugu zangu, wana habari, wana CCM Wanatanga na ndugu wananchi, Tanga oye! Wanatanga mhumuwezeweze mwaona vii, haya nawashukuru sana na misi jambo kwanza Wanatanga. Niungane na wengine kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana tena hapa Tanga. Nakumbuka nilikuja Tanga si muda mrefu, na uwanja ulijaa kama hivi. Wakati ule nilikuwa namuuliza mwenyekiti, wakati ule na sasa nini zaidi, anaambia sasa hivi zaidi. Tanga oye! oh Nimefurahi kurejea tena mkoani Tanga. Mara hii si ziara ya kikazi lakini mara hii ni kuja kuomba ridhaa. Ridhaa yenu tuendelee kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu baada ya kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya uchaguzi ya ishirini ishirini ishirini ishirini na tano. Sote ni mashahidi, tunakotoka mambo tumeyaona, lakini wagombea ubunge na mwenyekiti wamesema hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio yametupa ujasiri wa kuja kwenu kwamba tumeweza na tuna kila njia na mbinu ya kuweza tena. Kwa hiyo tumekuja kuomba kura kwenu. Lakini kabla kuomba kura, kabla y kuomba kura niruhusu niseme machache sana, na machache nayotaka kusema. Kwanza niwapongeze Wanatanga, niwapongeze kwa maendeleo, niwapongeze kwa mageuzi makubwa ninayoyaona Tanga kila nikija katika mkoa huu. Hongereni sana. Nilikuwa nianze na lile la bandari ya Tanga, lakini mgombea ubunge ndugu yangu Kasimu Mubarak amelisema vizuri, amelisema vizuri sana na ametoa takwimu nzuri sana, matokeo ya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Tanga. Sasa mimi niendelee tu na yale mengine yanayoendana na uwekezaji katika bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga inakwenda na maamuzi tuliyoyafanya ya kuwa Tanga ni bohari ya mafuta na gesi, na hilo litachangia kuzalisha ajira mpya nyingine elfu mbili na mia moja ndani ya Tanga. Hili linakwenda kunyanyua uchumi wa Wanatanga, ndugu zangu. Mbali na mradi huu, kama mnavyojua, tuna mradi mingine ya kimkakati inayofungamana na bandari hii pia. Mojawapo ni mradi wa bomba la mafuta au mafuta ghafi toka Uganda, Hoima, na kuja hapa Chongoleani, Tanga, mradi ambao umeshakamilika kwa asilimia themanini na nne na umeleta manufaa mengi sana. Kwa mfano, tayari eneo la Chongoreani pekee watu elfu moja mia tatu wameajiriwa kwenye mradi huu, na ndani ya wilaya ya Tanga watu elfu mbili wameajiriwa kwenye mradi huu. Vilevile vile, tutaanza utekelezaji wa mradi wa reli, reli ya kuunganisha bandari ya Tanga kuelekea Arusha hadi Musoma takriban kilomita elfu moja mia moja na nane reli kutoka bandarini hadi huko. Reli hii itafungua maeneo ya viwanda na madini na hivyo kuzidi kuongeza fursa za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Pamoja nayo ni barabara ya Handeni Singida, hii nayo tumeiunganisha na bandari, kwa sababu watakaojenga bandari hii ni wenyewe shirika la bandari Tanzania, kwa sababu ya urahisi wa kusafirisha mizigo yao. Kwa hiyo TANROADS na shirika la bandari watasaidiana kujenga bandari hii ya Handeni hadi Singida. CCM oye! Tanga oye! Wakati wa ziara yangu, wakati ule niliweka jiwe la msingi la ujenzi wa mto Pangani, daraja la mto Pangani na barabara ya Bagamoyo Saadani Pangani hadi Tanga. Nataka kuwambia, nimetoka Pangani leo, nimeona maendeleo mazuri ya kazi hii. Kazi inaendelea vizuri. Ujenzi wa barabara Tanga Pangani kilomita hamsini imefikia asilimia sabini na tano. Ujenzi wa barabara ya Pangani Saadani Makurunge kilomita 95 mefikia asilimia hamsini na ujenzi wa daraja la mto Pangani la mita mia tano ishirini na tano na barabara unganishi mefikia asilimia sitini na mbili Ahadi yetu wanaTanga ni kukamilisha miradi hii inayounganisha mikoa ya Tanga napwani, na pwani na itakayochangia kubadilisha kabisa uchumi wa ukanda huu wa pwani. Ninaambiwa barabara ile itapunguza masafa kwa kilomita mia kwenda Bagamoyo na kuingia Dar es Salaam. Vile vile, ndugu zangu wa Tanga, tafanya upanuzi na ukarabati mkubwa katika barabara ya Dar es Salaam, Chalinze Segera Arusha, na hizi ni kilomita mia sita arobaini na sita tunakwenda kuzitanua kwa sababu ya msongamano uliozungumzwa hapa. Kwa hiyo hiyo iko ndani ya ilani na tunakwenda kuifanyia kazi. Mwelekeo wetu wa ujumla ni kuirejesha ile Tanga ya viwanda kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuijenga Tanzania ya viwanda kwa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda katika kila wilaya. Sambamba na hilo, tutafufua viwanda vilivyobinafsishwa lakini havijaendelezwa ikiwemo kiwanda cha chai kule Korogwe. Lakini pia nimefurahi kuona kiwanda cha foma nacho kimefufuliwa, lakini vile vile kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla. Vile vile kuna kiwanda kipya kimeingia kiwanda cha kufunga magari ya ambulance, assembling ya ambulance kinakuja kinaingia hapa Tanga. Na vivyo hivyo, tutaendelea kuvuta wawekezaji ili wawekeze kwenye maeneo ya viwanda hapa Tanga. Wito wangu kwa Wanatanga, kwa yale maeneo ambayo hayatumiki, lakini yako mikononi kwa watu, hayatumiki, fanywe hima kurudishwa ili wanaokuja kutaka kuweka viwanda wakute maeneo yapo tayari. Ndugu wananchi, pande mwingine, ili kukuza ajira za vijana, serikali imekuja na mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, ambayo inaingia kwenye maeneo ya kilimo, maeneo ya madini, maeneo ya uvuvi. Kote huko kuna kesho iliyo bora kwa vijana. Sasa kwa hapa Tanga, tunakuja kwenye maeneo ya kilimo na maeneo ya madini kwenye sekta ya madini tumeanzisha masoko manne ya dhahabu na vito, hatua inayowavutia hatua inayowavutia wawekezaji, lakini pia wachimbaji wadogo waweze kuchimba kwa kiasi kikubwa. Na kwa kweli hapa Tanga tumetoa leseni kwenye maeneo ya Ilozo, Kimanga, Kipumbwi, Mikunguni Mwera, Tungama na Bweni tumewapa leseni ya uchimbaji wadogo, na upelekaji wao wa dhahabu kwenye masoko umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutaendelea kuweka nguvu hapo na kupima maeneo mengine ili vijana wetu waingie kwenye uchimbaji, wajiajiri, waajiriwe na maisha yaendelee. Lakini maeneo mengine ni kilimo, maeneo mengine ni maeneo ya kilimo. Na kwa hapa Tanga tutaanza na maeneo ya Mseko Kipungwi na Kiguru Msimba, ambako maeneo tayari yalishatengwa. Tutafanya mashamba makubwa ya umwagiliaji maji kwa ajili ya vijana wetu. Katika hatua nyingine kule Pangani. Kule Pangani tuna mradi mkubwa wa bonde la Pangani. Tunakwenda kutengeneza skimu kubwa ya umwagiliaji maji ambayo itatoa shamba kubwa la miwa na kujenga kiwanda cha sukari kule Pangani ambacho kitazalisha sukari ile ya brown. Na kiwanda chengine kitajengwa bandarini hapa Tanga kwa ajili ya kuzalisha sukari ya viwanda ile nyeupe. Kwa hiyo, Wanatanga tukae mkao wa kula. Lakini lile bonde la Pangani pia tunatarajia wananchi elfu ishirini watafaidika na kilimo kutokana na mradi huo, kilimo cha umwagiliaji maji, ndugu zangu. Aidha, ndani ya mkoa wa Tanga tumejenga jengo la kitega uchumi la shilingi bilioni nane pointi milioni mia saba ili kujibu mahitaji ya wafanyabiashara na tunajenga soko sasa la kisasa la wafanyabiashara wadogo, yani machinga Tabeba, wafanyabiashara elfu moja mia nne. Tunalijenga kwa shilingi bilioni moja na milioni mia tisa. Machinga oye, mama lishe oye, wafanya biashara ndogo ndogo, safi vile vile tutazidi kuwajengea uwezo wavuvi wavuvi wetu ili wafanye uvivu, uvivu, uvivu uvuvi. Tanga oye! Aya, tutawajengea uwezo wa wavuvi wetu ili wafanye sio uvivu, wafanye uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia nyenzo na kujenga miundombinu wezeshi ikiwemo kujenga soko la samaki la kimataifa katika kata ya Kipumbwi pale Pangani. CCM oye! Lakini Pangani huko huko, kipindi kilichopita tulitoa boti 15 za kuvua kwenda mbali nje ya bahari kubwa, lakini pia tulitoa vifaa vya bilioni 1.6 ambao sasa uvuvi Pangani umekuwa na tunakwenda kuwakuza zaidi. Ndugu wananchi, ili maendeleo yaweze kupatikana zaidi na zaidi, ni vyema na ni vizuri na ni muhimu kuongeza huduma kwenye ustawi wa jamii. Tunaposema ustawi wa jamii, jambo la kwanza ni afya ya mtu. Sasa, kwenye sekta ya afya ndani ya mkoa huu tumewekeza hospitali za wilaya, karibu wilaya zote zina hospitali lakini tumejenga vituo vya afya vingi na zahanati nyingi. Tunapoendelea mbele na mkitupa ridhaa, na kwenda kuhimiza ujenzi wa viwanda vya dawa na vifaa tiba nchini, ili vipatikane kwa gharama nafuu. Pamoja na hayo, jengine tutakalolifanya ni bima ya afya ambayo ndani ya siku mia za uongozi mkitupa ridhaa tutaanza kwa majaribio bima ya afya kwa watu wote na baadaye tutaisambaza au tutaitanua nchi nzima. Kama mlivyosikia, kama mlivyosikia wakati nafungua kampeni, nilisema kuna makundi niliyoyataja kwamba serikali itabeba mzigo wa matibabu kwa makundi hayo lakini waliobakia watatibiwa kwa bima yao ya afya. Lakini la pili, nilisema kwamba kuanzia tukimaliza tu uchaguzi au kuanzia siku ile niliyotoa tamko, mambo ya kuzuia maiti kwa sababu haijalipiwa gharama za matibabu hakuna. Na hili suala suala la bima ya afya litakwenda kuondosha hiyo. Kila mtu, asante vijana. Kila mtu CCM. Aya, tusikilizane vijana, ili muhimu mlielewe. Kila mtu, kila mtanzania akiwa na bima yake ya afya, masuala ya kuzuliana maiti hayatakuwepo, kwa sababu bima ndiyo itakayolipa gharama aliyotibiwa yule mtu. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama... Amepona, ametangulia mbele za haki, bima italipa gharama zile. Kwa hiyo niwaombe wote, tutakapoanza suala la bima ya afya, wote tuwe na bima zetu za afya. Hujui lini unaondoka, hujui lini unaishi. Sije ukaondoka ukawaachia ndugu zako kizaazaa, wanalia wamekukosa wanalia na bili la hospitali linawasubiri. Hapana, kila mmoja awe na bima yake, ili tuondokane na kadhia hiyo. Kwenye elimu, ndugu zangu, tutaendelea na sera yetu ya elimu bila malipo. Ingawa serikali inalipa, lakini kwa Watanzania ni elimu bila malipo lakini tutaendelea na kuwekeza miundombinu ya elimu ngazi zote, msingi, sekondari, vyuo VETA, ngazi zote. Tutaendelea mpaka kila Mtanzania awe na fursa ya kupata elimu kwa kiwango anachoweza, kila Mtanzania bila visingizio. Lakini tutaendelea pia utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maji. Kwenye maji, kazi kubwa imefanyika kwa mkoa huu wa Tanga, lakini na kitaifa, ila bado hatujamaliza kabisa kabisa. Lengo letu ni kila mtanzania apate maji safi na salama, kwa hiyo kazi inaendelea. Kwenye umeme, ndugu zangu, mbali ya umeme huu mkubwa tunaotumia viwandani, lakini lengo letu ni kila mtanzania kutumia nishati safi. Na nishati safi ni umeme unaotokana na maji unaotokana na upepo, unaotokana na gesi, unaotokana na jua, unaotokana na joto ardhi. Mote humo tuna miradi ya kuzalisha umeme, na umeme huo ndio tunaokusanya pale Chalinze na maeneo mengine na kugawa kwa watu, kwa lengo letu kila mtanzania atumie umeme. Na katika kufanya kila mtanzania atumie umeme, tumetoa ofa maalum, bei maalum kwa watu wa vijijini kuunga umeme ili kuwapa nguvu ya kutumia nishati safi. Watu wa vijijini wanaunga umeme kwa elfu ishirini na saba shilingi tu, lakini ukichukua gharama kamili ya kuunga umeme kule ni zaidi ya laki nne, lakini tunamtaka mtu wa kijijini atoe elfu ishirini na saba. Kile cha juu ni ruzuku ambayo serikali wanatoa ili watu wa vijijini waunge umeme kwa wingi na watumie umeme kwa wingi. Lengo ni kukuza matumizi ya nishati safi. Ndugu zangu, pamoja na hayo niliyoyasema, natambua kuna mambo machache machache bado ya kuyashughulikia. La kwanza ni migogoro ya ardhi. Wakati tulipotoa huduma ya msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ile ya Mama Samia Legal Aid Campaign tuliona malalamiko mengi yalikuwa ni migogoro ya ardhi baina watu na watu, labda wilaya na wilaya, vijiji na vijiji, labda wa wakulima na hifadhi, mambo kama hayo. Kwa hiyo ahadi yetu kwenu ni kuzifanyia kazi kero zote zilizobainika na tupunguze kwa kiasi kikubwa swala la migogoro ya ardhi. Ninafahamu pia kuna changamoto ya wanyama waharibifu kuvamia makazi na watu na hata kudhuru wananchi. Hili lipo kwenye wilaya mbalimbali ikiwemo mbali, Korogwe, Lushoto na Mkinga hii. Jambo hili litashughulikiwa kwa umahususi wake. Nataka niwape habari njema habari ya faraja kwamba tumejipanga kujenga vituo Maeneo mbalimbali mbali na kuweka askari wa doria ambao watakuwa wanawadhibiti wanyama hao. Lakini jengine ni kununua ndege nyuki, kununua drones zile zitakazokuwa zinawakimbiza hawa wanyama. Na kwa Tanga tumeanza jana pale Korogwe, tumekabidhi vifaa na tumekabidhi ndege nyuki ili kufukuza wanyama wale. Kwao tumeanza Korogwe tutakwenda maeneo mengine ya Tanga. Ndugu zangu wananchi, serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye mashirika na taasisi za umma. Nimekuwa nasisitiza maboresho katika uendeshaji wa mashirika ya umma, tukiyataka yaweze kujitegemea na kuchangia gawio kwa serikali. Watapojitegemea na kuchangia gawio kwa serikali ni kupunguza mzigo kwa serikali, wa mambo mengine yafanywe na fedha zinazoingizwa na mashirika yetu. Hapa Tanga, inafurahisha kuona kwamba mamlaka ya maji safi Tanga, Tanga Uwasa ni mamlaka ya kwanza kufanikiwa kusajili hati fungani ya kijani, hati fungani ambayo ilichangiwa na wengi, nami pia nilichangia. Hatua hii muhimu itarahisisha upatikanaji wa fedha za miradi ya maji na kutekeleza miradi ya maji maeneo mbalimbali. Lakini si tu kujenga miradi ya maji, hata kufanya matunzo ya miradi ambayo tayari imeshajengwa. Fedha itakwenda kudhibiti na kuhakikisha maji yanapatikana, maneno ya vijana 24/7 mwaka mzima, hakuna kukatika kwa maji, hakuna kuharibika kwa nini? lakini jengine ni kwamba fedha ile ya matunzo ya miradi ya maji ambayo ingetoka serikalini kuja kwenu Tanga UWASA wametusaidia. Sasa fedha ile ambayo ilikuwa ije huku inakwenda kwenye miradi mingine, elimu, afya na mambo mengine kama hayo. Kwao Tanga UWASA, hongereni sana wa Tanga hongereni sana. Tanga oye! Tanga safi! Sasa, baada ya kusema hayo na mengine ambayo sikuyasema, lakini ni mengi yaliyofanyika Tanga, sasa ni wakati wa kuwaomba ile ridhaa, mtuchague, mtupe kazi tukafanye kazi tujenge utu wa Mtanzania, tujenge utu wa Mwanatanga, kwa sababu ukiimarisha huduma ya maji, huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma ya umeme, unaimarisha utu wa Mtanzania, utu wa Mwanatanga, sababu huduma hizo zinakwenda kuinua na kustawisha maisha yake. Kwa hiyo tunaomba sana mkachague Chama cha Mapinduzi ili tufanye kazi, tuimarishe na tujenge utu wa Mtanzania. Mbele yenu hapa ni waheshimiwa madiwani ambao wanajipanga, kila mtu akiwa na ilani yake mfukoni, lakini nitakabidhi ilani pia kwa wagombea ubunge wa mkoa huu, alafu kwa pamoja tutaomba kura. Wagombea wanapewa wa ilani za uchaguzi wa majimbo pamoja na wagombea wa udiwani, ikiwa ni ishara ya mkataba wa chama na wananchi wa Tanga yote na vijiji vyote, nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, twende sasa, Tanga twende

Tumeshajua Oktoba tunatiki engezeni, twendeni pamoja tukatiki, tungeni huko, twendeni pamoja tukatiki hiyo Oktoba. Tanga oye! CCM oye! Sasa, ndugu zangu wa Tanga, wakati wa makundi matatu haya kuomba kura, kundi la kwanza ni mimi Samia Suluhu Hassan mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kundi la pili ni wabunge wetu hawa wa mkoa wa Tanga ambao wanaomba mwachague waingie bungeni, tukafanya yale makubwa zaidi kipindi kijacho. Lakini kundi la tatu ni mabunge madogo ya huku mkoani, mabunge ya halmashauri, nayo ni madiwani wetu mabaraza ya madiwani hawa ndio wanaopokea yale mapesa yote tunayoyaleta na kusimamia utekelezaji wa miradi. Kwa ndugu zangu Wanatanga, sote kwa pamoja, rais, wabunge, madiwani, tunaomba kura zenu tarehe ishirini na tisa. Amka mapema. Hebu mabalozi mliopo, mikono juu! Mabalozi, mabalozi, mikono juu. Aha, balozi, ukiamka hakikisha umeamsha watu wako, unakwenda nao pamoja. Wakuu wa maeneo, amsha watu wako, mwende pamoja. Kila mtu ahakikishe hakuacha mtu nyuma ambaye hakupiga kura. Tanga oye! CCM oye. Kwa hiyo sote kwa pamoja tarehe ishirini na tisa twende tukapige kura. Wengine wanasema CCM itashinda tu, lakini kura yako ni muhimu katika kushinda. Kura yako ni muhimu kwa, usitegemee Juma atakwenda Asha atakwenda mimi siende, hapana. Naomba wote sote kwa pamoja tukapige kura. Tunawatakia kila laheri tunaomba kura zenu, na Mungu awabariki. Asanteni sana. CCM oye! Kazi na utu! Asanteni sana, asante sana. Toti, tumtoe mgombea wakati anashuka, wagombea udiwani.